Tunafahamu kwamba timu nyingi zimebakiza zimebakiza michezo miwili, lakini kwa majanti wa Kariakoo bado mechi tatu, na mechi ambayo itawakutanisha wao ndio mechi ambayo itaamua, e, bingwa awe nani, au unaweza kusema kwamba ndio fainali baina yao. Hatujui matokeo yao atakuwaje katika hizi mechi mbili, lakini mechi hiyo tunaweza tukaitem kama fainali. Una kipi cha kuzungumza kuelekea mchezo huo? Ni mechi nzuri sana, mechi nzuri sana, yani kama umekosa mechi nyingi za msimu huu basi mechi hiyo sio ya kukosa, ni mechi ambayo ni ya kuzodoana kwanza. mm. E, kwamba hilo e, ulisema uchezi umecheza umefungwa huyo. uh, ulisema na sisi mechi ikiairishwa mbele utocheza umecheza umefungwa huyo, kuna hiyo kwanza. uh, lakini pia uh, ni wazi kwamba kama Young Africans this time atachukua ubingwa maana yake ana level ile record ya Simba kuchukua ubingwa hmm, mara nne. Yanga, of course, inaambiwa amewahi kuchukua mara mara tano, lakini kwa hivi karibuni kwa watu wengi ambao wanafuatilia uh, football wameiona Simba ikichukua mara nne. Young Africans so far amechukua mara tatu, kwa hiyo anatamani kuchukua mara nne ili ku, ku, ku, ku level hiyo hiyo record, lakini Simba Sports Club nao wamekaa muda mrefu miaka mita, misimu mitatu bila kuchukua ubingwa. Anatamani msimu huu achukue ubingwa, ili kwanza arudishe ile hamu na utamu wa ubingwa, lakini pia amzuie mtani wake asiweze kuchukua e, ubingwa, e, kufikia rekodi yake. Kwa hiyo kuna huo ubishani wa nje, na ubishani wa nje ndio unaosukuma zaidi ubishani wa ndani. Kwa hiyo kuna kuna hiyo atmosphere, lakini pia kumbuka uh, Simba Sport Club wametoka kucheza dhidi ya uh, uh, no wametoka kucheza fainali dhidi ya Eos Bekane wamekosa, wametoka e, wame kucheza dhidi ya Singida Black Stars kama wanavyosema mtaalam, wamekosa kuingia fainali e, wametoka, wamecheza, wame, nadhani ilikuwa ni muungano, hawajashiriki e, si ndio? So far kikombe ambacho kipo kimebaki, yani wanakiona nadhani ni cha ligi. Kwa hiyo wanakitolea macho kweli kweli. Young Africans of course ana bado yupo kwenye vikombe viwili CRDB FA Cup, lakini pia yupo kwenye a, ligi lakini kwenye ligi anapatolea macho kwelikweli. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina bato pande zote zote zote zote, kuna, kuna bato tumemwona uh, Eli Mpanzu akiwa ameingia amesuasua, ame, ame, ame lakini sasa ameshakaa kwenye njia mm. Yupo kwenye moto tumemwona Max Millian Mzengeli, e, akiwa anasuasua kipindi fulani, lakini sasa yupo kwenye moto, lakini ameondoka Aziz Ki Pacome e, kama ameachiwa e, mizigo vipi, an, an, anafanyaje, anaibebaje na wengineo wengi sana na wachezaji wengi sana, kila mtu ana hamu ya kuprove katika mchezo huo. Ni mchezo ambao naamini Nasreddine Nabi atakuwa uh, Dar es Salaam kuutazama kwa sababu mara kadhaa amekuwa hapa. E, ni mchezo ambao maskauti wengi sana watakuwepo hapa kwa ajili ya kuutazama kwa hiyo ateba uh, uh, uh, jincha zawa eh, mukwala mpanzu kibu eh, lakini pia uh, kwa Young Africans Dickson, Job Mwamnyeto, kila mtu anataka kujiuza katika mchezo huo. Ni mchezo mzuri sana, ni mchezo ambao refali atakapopuliza filimbi ya mwisho kwa maana ya kuashiria mchezo umemalizika, basi kila mtu atavua viatu na kusema msimu huu nimeumaliza. Kwa hiyo ni mchezo ambao watu wataingia na nguvu sana. Inawezekana Yanga Afrika wakaimisi zaidi uh, huduma ya ziziki katika mchezo huu yes, inawezekana, lakini unaposomea walimu, cha kwanza kabisa unachoambiwa hmm, unaambiwa kwamba mwalimu ni uh, baba. Mwalimu ni mkufunzi, mwalimu ni motiveta, lakini pia mwalimu ni afisa mwajiri ambaye anatumia ana, ana, ana, ana anajua namna ya rasilimali watu zilivyo. Hmm, kwa hiyo unapopewa timu unaruhusiwa kusajili wachezaji ishirini na nane, ishirini na tano wakati kumbuka, wachezaji wanaocheza ni kumi na moja, unaruhusiwa kusajili almost mara mbili, kwa sababu ya wewe ushafundishwa kuwa afisa rasilimali watu, mtumiaji wa rasilimali watu. Kwa hiyo lazima ujue, hapa hayupo Turpa yupo fulani, hayupo huyu yupo fulani. Ndio maana ya kusajili watu zaidi ya kumi na moja. Kwa hiyo naamini Young Africans watatumia wata, wata vizuri silaha zilizopo, na pengo la Azizi litakuwepo, kwa sababu hata wewe leo hii ukiondoka Bongo FM pengo lako lazima litakuwepo, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakuja atafiti asilimia mia kama wewe ulivyo, lakini mwisho wa siku uh, mtu wa kukaa katika hiyo nafasi atapatikana. Inawezekana amezidi zaidi ya wewe, au pengine yuko chini kidogo ya wewe, lakini hawezi kuwa wewe. Kwa hiyo kuna namna Young Africans watatafuta solution, naamini hivyo. Sawa. Ah, kwangu mimi ah, kwangu mimi ili ni surprise imesha ni surprise, yani surprise vya kutosha. Mimi nilikuwa surprised mechi almost tano za mwanzo za mwalimu uh, Fadlu Rahman Davis pale ndo nilikuwa surprised mshikaji wangu, kwa sababu yule mwalimu aliajiriwa kuja kwenye kuijenga timu, lakini alivyoanza kusema kweli, kila mtu ameona namna ambavyo timu inacheza, timu ilivyoamka, timu inavyoupiga, timu imefika finali ya CAF Confederation Cup, timu inakimbizana ina, ina, ina kuchukua ubingwa e, wa, wa, wa, wa bongo hapa e, timu ina, ina, ina, ina, ina, ina wachezaji ambao wanapishana ubora. Ateba kuna muda alishuka lakini amerudi njiani e, kuna muda Mukwala alishuka amerudi njiani. Kwa vile vitu ambavyo amevifanya mwalimu Fadul Rahman Davis, mimi siko surprise kama Simba watachukua ubingwa. Mwalimu ana quality kubwa sana kubwa sana asikwambie mtu yani, kama Simba Sports Club hawaja uh, hawajaweka mkataba vizuri na, Simba na, na Fadru inawezekana akaondoka wakaibiwa o wamwangalie vizuri sana, siko surprise. Ni timu ambayo ina, inayo uwezo huo wakubato, ika, ika wa kubato ikachukua ubingwa vizuri kabisa. Ni mwalimu ambaye anajua kutumia rasilimali watu waliopo, lakini pia ni mwalimu ambaye anaweza kuji kukaa akasema mimi nimekwama katika mchezo huu kwa sababu moja mbili tatu, nafanya mabadiliko moja mbili tatu, na mabadiliko hayo moja mbili tatu yanaweza kuleta ubingwa. Sasa mwisho, Mr. Turpa, kwamba mechi hii unawatabiria wachezaji gani sasa eh, ambao huenda wakawa surprise, lakini pia wachezaji wapi ambao wanawatabiria kwamba hii ndio itakuwa mechi ya maisha yao? Uh, mchezaji kama Elimpanzu kama atakuwa fit na atacheza hmm. Naona akifanya akichangia aki, aki asilimia kubwa sana kwenye mchezo huo eh, lakini pia mchezaji Maximilian Zengeli kama atakuwa fit na kucheza naona atawaka sana katika mchezo huo. Au wawili nawaona hivyo, kwa sababu kwa mfano mtu kama Mpanzu, Mpanzu ni mtu ambaye ana kiu sana ya kuonesha, yani kitu gani ana hamu hiyo sana, na yuko kapa, ana uwezo huo. Ni mchezaji ambaye haogopi yn yani, anavyochukua mali anaweza akakufuata wewe, unaona bwana, yeye akakutingisha e, lakini uh, Max naye, Max ni aina ya mchezaji ambaye e, kwanza E, ni mchezaji ambaye anaweza kutoa mpira sehemu yenye vurugu mm, alafu akauposti sehemu ambayo iliyotulia anao uwezo huo, lakini mchezaji ambaye anapokuwa ndani ya mchezo mm, nielewe, anapokuwa ndani ya mchezo anaweza kuuchambua mchezo. Yani mimi sinachambua hapa mechi mm, imeshaisha labda, mm, lakini yeye anapokuwa ndani ya mchezo anaweza kuuchambua mchezo kwamba hii mechi hapa tufanye nini ili tuondoke, tufanye nini ili tuondoke. Ndio utaona pale anapiga pasi ambazo anazita disguise pass, yani pasi ambazo za uongo uongo, huwezi kuitarajia. Ameangalia huku anaiweka huku, we umepita tayari, nye mshaachwa watu wawili, anaangalia huku, amepiga kibao, imezunguka imeenda huku. Yuko, ana uwezo wa kufanya vitu hivyo. Kwa hiyo naamini ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kuwaka sana siku hiyo.